Katika viwanja vya sokoni, uh, ule mkutano uliisha vizuri na na watu wengi sana, uliisha vizuri, mheshimiwa Lissu akawa ameaga, lakini alipotokuwa anateremka akaja na OCD akitaka akimlazimisha kutaka kwenda kituo cha polisi. Kulitokea majibizano kidogo pale na watu walikuwa wengi mno, walikuwa wengi watu, wakamzunguka mheshimiwa Lissu, lakini polisi walichokifanya uh, walianza kupiga mabomu yalipigwa mabomu ambayo haya iza, idadi yake inazidi zaidi ya mia moja. Uh, muda ule mimi nilikuwa ni- niko karibu na Lissu, nimekaa pamoja na Lissu na wasaidizi wake na baadhi ya viongozi, lakini mabomu yalianza kupigwa. Uh, ndani ya dakika kama tano hivi watu walitawanyika, kikabaki kikundi cha watu kama kumi hivi pamoja na walinzi wake na watu walitawanyika. Uh, askari wawili wakanisukumiza na kunivuta kwa nguvu sana, wakanitenga na mheshimiwa Lissu. Nafikiri wakamkokota, lakini mimi niliamua kukaa hadharani. Ndipo akatokea mzee mmoja, ni mzee wa makamu wa miaka kama hamsini, hamsini na tano hivi, ameumia sana na damu zinavuja, sijajua kama amepigwa risasi ya moto au ni mabomu, lakini pia kuna risasi ambazo zilikuwa zinapita kwa, kwa uzoefu wangu siwezi kuamini kwa tu kwamba risasi zile zilikuwa za kawaida tu, na hisi kwamba zilikuwa risasi za moto. Mama mmoja alizimia pale jirani, wakawa anampepea, basi akawa na lia, nikawa kama kinga kwake zile. Uh, mabomu uh, yalipigwa kwa zaidi ya nusu saa na watu wengi wameumizwa sana, ile mzee amekimbiza hospitalini. Lakini ninachoweza kusema tu ni kwamba ukiachia mheshimiwa Lissu na watu wengine watano waliokamatwa, uh, wako watu wengi ambao wako salama Hatujui wale waliomizo na kutimiza uh, langu niliyoliona ule mkutano wa kuvunjisha kwa amani. Tulishafunga mkutano na ulikuwa nakumalizia kukusanya tu michango kwa watu wachache, lakini Lissu alikuwa ameshatoka. Hakukua na viashiria vyote vya amani vya uvunjifu wa amani. Nafikiri jeshi la polisi uh, kwa lote iliyotokea, nafikiri ni uamuzi ambao haukuwa ni busara, kupiga watu mabomu na kuweza kuwatisha katika mazingira kama yale. Uh, nimeshuhudia nikiwa nimevaa majengo yangu kuona watu wanapigwa ambao hawana hatia, lakini hata baada ya mheshimiwa Lissu kuondolewa dakika kama 15, nusu saa zaidi, wakawa wanakuja na kupiga mabomu watu pale. Mimi nilikaa uwanjani e, basi mpaka dakika za mwisho, kitu kilichonisaidia nilikuwa na maji ambayo yalikuwa yaminii ya, ya ministiri lakini, mwisho wa siku niweze kutoa wito kwa kwa nchi yetu na kwa Tanzania kwa ujumla, yes. Haya ndiyo mambo ambayo sisi maskofu hatutaki kuyaona katika nchi hii, kuwapiga watu ambao hawakubeba mawe hawakuwa na shida yoyote, kwa wada kukawanyika, lakini kwa kuwapiga kwa namna hiyo, hii ni jambo ambalo linatakiwa likemewe kwa nguvu zote, na hakika watanzania tujue kwamba tuna safari ndefu na lazima tusinyamaze ili tukomeshe ushenzi hili. Mungu, Mungu awabariki katika jina la Baba na Mwana